Katika siku za Ugiriki ya kale kulikuwa na mashindano ya riadha ambapo mwenge uliowashwa ulipitishwa kutoka kwa mkimbiaji mmoja hadi mwingine kama vile kijiti kinavyopitishwa katika mbio za kupokezana za kisasa. Kutoka kwa mashindano haya ya kale ilitoka msemo ambao bado tunatumia hadi leo: kupitisha mwenge. Sawa, katika sura ya pili ya kitabu cha Wafalme wa kwanza, mfalme Daudi anampitishia mwenge mwanawe Sulemani na katika mazungumzo haya ya mwisho Daudi ana mambo mawili akilini mwake. Kwanza kabisa ni mwendo wa Sulemani na Mungu. Tunaambiwa hapa katika aya ya tatu, Daudi anasema, shika amri ya Bwana Mungu wako, ukitembea katika njia zake na kushika amri zake, maagizo yake ya sheria zake, na ushuhuda wake, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, ili ufanikiwe katika yote unayofanya na popote unapoelekea. Kwa njia hii ilikuwa zaidi ya kumwambia Sulemani asome sheria na kushika taratibu zote za kidini za nje. Kwa kweli katika kifungu sambamba cha moja Mambo ya Nyakati sura ya 28 na na aya ya 9 kuna maneno ya ziada yaliyoandikwa kutoka kwa Daudi. Sulemani, mwanangu njue Mungu wa baba yako na mtumikie kwa moyo wote na akili ya hiari, kwa maana Bwana anachunguza mioyo yote. Na anaelewa kila mpango na mawazo Tazama, Daudi anamwambia Sulemani kwamba utawala wake umeunganishwa na uhusiano wake na Mungu. Ni wazi kwamba hataki Sulemani ajivune sana kwa sababu ya cheo chake cha kifalme, na anamkumbusha Sulemani kwamba yeye ni mfalme tu kwa sababu Bwana alimchagua kuwa mfalme. Uwezo wake wa asili, elimu yake na saba yake ya kifalme, hayo hayataleta mafanikio kwake. Ni kumfuata Bwana tu kwa moyo wote Ndiko kutakakoleta mafanikio ya kweli na ya kudumu kwa Sulemani. Sasa, ingawa Daudi anatoa ujumbe kutoka kwa Mungu, pia anazungumza kutokana na uzoefu wake mwenyewe. Daudi anajua giza la kushindwa kimaadili. Ameumia kutokana na matokeo ya maafikiano yake. Kwa kweli, hadi siku anapokufa anajua dira pekee inayoweza kumwelekeza mwanawe. Upitia vishawishi na nguvu na pesa ni kamili kujitolea kwa kwa kwa moyo wote Mungu Mungu na kwa neno la Mungu. Sasa kuna jambo lingine akilini mwa Daudi anapomkabidhi Sulemani kijiti. Pia anahofia kuhusu vitisho vinavyoweza kutokea kwa utawala wa Sulemani. Na kwa kweli kuna baadhi ya mambo ambayo hayajakamilika, kwa kusema hivyo. Katika moja wa falme mbili, Daudi anataja watu watatu hapa na wa kwanza ni jenerali Yoabu, hapa katika mstari wa tano. Sasa ingawa Yoabu alikuwa kiongozi wa kijeshi mwenye uwezo kwa Daudi, unakumbuka alijiunga na Adonia dhidi ya Sulemani. Na Daudi anamwambia Sulemani sasa hapa kwamba Yoabu alimuua Abneri na Amasa wadamu baridi, watu wawili ambao walikuwa tu wamesimama katika njia ya maendeleo ya kazi ya Yoabu. Basi Daudi anamwambia Sulemani hapa katika mstari wa sita, basi fanya kulingana na hekima yako, lakini usiruhusu kichwa chake chenye mvi kishuke sheoli kwa amani. Kwa maneno mengine, anasema Yoabu anahitaji kulipia uhalifu wake wa mauaji. Sasa unaweza kushangaa kwa nini Daudi hakushughulikia hili mwenyewe. Basi kumbuka tu Daudi alikuwa ameshindwa miaka kadhaa iliyopita alikuwa amemwamuru Yoabu kuhakikisha kwamba mume wa Batsheba Uria asirudi nyumbani kutoka kwenye uwanja wa vita. Basi Daudi anawezaje kumwadhibu jemadari huyu miongo kadhaa baadaye kwa kuwa Amasa na Abneri wakati Daudi alimua Uria kwa njia isiyo ya moja kwa moja? Kwa njia, nadhani hii inaweza kuwa sababu sawa kwa baadhi ya majaji na wawakilishi waliochaguliwa na watu wenye mamlaka kutomhukumu mtu kwa uhalifu ulio wazi. Hawatakubali tu kwamba wamekosea. Kwa nini? Inawezekana ni dhamiri zao wenyewe, kwa sababu wana hatia ya kufanya jambo lile lile. Naam, sasa hapa katika mstari wa saba Daudi anamtaja Bazilai Ngileadi ambaye alimsaidia Daudi alipokuwa akikimbia kwa ajili ya maisha yake kutoka kwa Absalomu. Daudi anataka kuhakikisha kwamba mtu huyu anaendelea kuheshimiwa kwa uaminifu wake mkubwa. Na hatimaye mtu wa tatu hapa anafika, anamtaja hapa katika mstari wa nane. Jina lake ni. Unaweza kukumbuka kwamba Shimei alimlaani Daudi hadharani wakati Daudi alikuwa akikimbia jaribio la mapinduzi la Absalomu. Shimei alitoka huko kwenye kilima na kumrushia Daudi mawe na kumdhihaki. Daudi alimruhusu aendelee kuishi. Naam, sasa baadaye, Daudi aliporudi Yerusalemu, Shimei alitoka huko na kumwahidi waaminifu wake na kuomba msamaha, na Daudi akamwacha hai na sasa, ni dhahiri Daudi hajawai kusadiki kabisa uaminifu wa Shamai, na hivyo anamonya Solemani hapa kuhusu usaliti wa mtu huyu. Na kwa mazungumzo yake ya mwisho na ya siri, Daudi sasa anapita katika umilele. Kifo chake kimeandikwa kwa njia ya kawaida katika mistari ya kumi na kumi na moja. Tunaambiwa hapa kwamba alizikwa Yerusalemu baada ya kutawala kwa miaka arobaini, miaka saba huko Hebroni na miaka thelathini na tatu juu ya taifa lote la Israeli. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume katika Agano Jipya tuna haya maandishi mazuri kwa Daudi yaliyotolewa kwetu na Mtume Paulo aliyesema hivi: Daudi baada ya kutumikia kusudi la Mungu katika kizazi chake mwenyewe alilala usingizi na akapumzishwa pamoja na baba zake. Matendo 13 mstari wa 36. Je, si hiyo ni mojawapo ya maombolezo bora zaidi ambayo mtu yeyote angeweza kupewa? Licha ya dhambi zake, licha ya kushindwa kwake, na hilo lilikuwa mara nyingi. Daudi alitubu. Daudi alidumu. Daudi alitumikia kusudi la Mungu katika kizazi chake mwenyewe. Sasa, baada ya ibada ya mazishi ya Daudi kumalizika, tunaambiwa hapa katika moja wa Falme mbili na hapa katika mstari wa kumi na mbili kwamba ufalme wa Sulemani ulithibitishwa kwa udhabiti. Sasa hebu niwaambie, hii haimaanishi kwamba kila kitu kilijipanga tu kwa urahisi. Sulemani ana maadui ambao atahitaji kuwaangalia kama baba yake daudi alivyomwonya. Na je huwezi kujua mmoja wa wale watu alionywa kuhusu? Adonia hapa anajitokeza tena, na kwa njia ya ujanja sana atajaribu kuwania kiti cha enzi cha Daudi hata ingawa alikuwa ameahidi uaminifu wake kwa Sulemani baada ya jaribio lake la mapinduzi kushindwa. Sasa atamshawishi Bathsheba hapa katika mstari wa 17 kumsaidia kumpata Abiadhari kama mke wake. Sasa unaweza kukumbuka Abiadhari alikuwa muuguzi mdogo wa Daudi ambaye pengine aliongezwa kwenye harem ya Daudi, alitakiwa kumfanya awe na joto. Unakumbuka kweli? huomba mkono wake katika ndoa ni sawa na kudai haki ya kiti cha enzi kweli. Sulemani anaona waziwazi mpango huu wa usaliti na anamfanya Adonia awawe mara moja. Jambo linalofuata ambalo Sulemani anafanya hapa katika mstari wa 27 ni kumwondoa Abiadhari kutoka ukuhani. Sasa Abiadhari alikuwa ameunga mkono Adonia katika mipango yake ya kumuua Sulemani na kuchukua kiti cha enzi cha Daudi, kwa hivyo Abiadhari anaruhusiwa kuishi lakini anafukuzwa kwenda katika mji wake wa nyumbani kwa maisha yake yote. Sasa hapa katika mstari wa 28, na wakati jenerali Yoabu anaposikia kilichotokea kwa washirika wake wa njama, basi anakimbilia kwenye ua wa hema na anashika pembe za madhabahu ya shaba na anadai hifadhi. Lakini ngoja nikwambie, hakuna hifadhi katika hema kwa muuaji huyu wa damu baridi. Na kwa amri ya Sulemani yoabu basi hiyo inamwacha mtu mmoja kwenye orodha ya Daudi ambaye alimwonya Sulemani kumwangalia na huyo alikuwa msaliti aliyekuwa akirusha mawe na kulaani aitwaye Shammai. Kwa hiyo Sulemani kwa busara anafanya jambo hapa katika mstari wa 36. Badala ya kumua Shammai, anampiga marufuku kutoka nje ya Yerusalemu. Unaona, kwa njia hiyo Sulemani angeweza kumwangalia. Shammai anajibu amri ya Sulemani hapa katika mstari wa 38, anasema kile unachosema ni kizuri, kama bwana wangu mfalme alivyosema ndivyo mtumishi wako atakavyofanya. Na kwa kweli Shammai anabaki mjini kwa miaka mitatu, lakini kisha hapa katika mstari wa 39 anavunja amri ya mfalme kwa kuondoka mjini, na matokeo yake naye pia anawawa. Sasa unaposoma hapa mwishoni mwa moja wa falme mbili, ufalme ulithibitishwa mikononi mwa Sulemani, na unafikiria kweli, hilo halikuwa rahisi kabisa. Kweli ungekuwa sahihi kabisa. Nasikiliza, kile kilicho kweli kwa Sulemani ni kweli kwetu leo. Mafanikio ya kweli kama mfuasi wa Bwana yatadai: kupambana na kila wazo la usaliti dhidi ya Mungu wetu, kupigana na kila jaribu ovu linalotaka kuchukua kiti cha mioyo yetu na kuijaza na dhambi. Maneno ya mwisho ya Daudi kwa Sulemani anapomkabidhi mwenge ni kweli maneno kwa ajili yetu leo: tufuate Mungu kwa moyo wetu wote na kwa akili inayotaka